Naenda kuelekeza hapo jinsi ya ku download games za free kabisa katika Tony Gaming TZ application. Hiyo kama hauna, namba moja, kama hauna hiyo application, unaweza ukai download kupitia Play Store, ka search hivi Tony Gaming Tony Gaming TZ kwa kuunganisha kama hivyo, afu ka search application, ndio hiyo hapo utai download, mimi nishai download kwa hiyo hapa ndio mnenesha hii kama utaona neno install uta install. Baada ya hapo ndio neno open. Utaifungua hii application. Uta load na kuweza kufungua katika category kama hivi. Haya. Category ya game za bure ni iliyo likwa free games kwenye bracket wameka bure. Lakini category zingine zing, zing, unasoma maelekezo anajieleza vizuri. Kwa mfano kama ukitaka hii Tanzania game, hiyo game hii ni game za kulipia ambayo inakuwa ina malipo sio bure. Kwa hapo unaigusa free games bure, hapo utagusa hapo. Baada hapo utashuka hapo, tunasema uta, andika visit external website, utagusa visit external website, kwa utakutana na nani na mbalimbali, ila kama hujui kudownload hizo game utagusa maneno ma ya blue hayo, ndio anaonesha jinsi ya kudownload na maelekezo ya jinsi ya kukata matangazo, kila kitu itaeleza hapo jinsi ya kudownload, lakini nakuonesha hapo mwona, game zipo nyingi sana, zipo nyingi. Unaweza ukaziangalia hapo ukaangalia hapo game unayotaka, hizo ni mchanganyiko mwona, lakini ukitaka mwona hapa hii lodi moja, maana yake unaweza kwa lodi game nyingi zaidi ukaendelea kuchagua game unayotaka kwa chini na chini na chini, lakini ukitaka kuchagua kwa mfumo wa category, hizi game zipo nyingi sana, unaweza kama unalodi moja, lodi moja mpaka ukatapata game unao taka lakini kwa mfumo wa category nimezipangilia kwa hivi, ambapo hapa kwa hapa chini unaona football game update inaonesha bei za mwaka 20 frana kwa mwaka mboi inakuwa 25 26 ndambo kuendelea fuatana, unaweza kacheki categories game za mpira, hizi game za lesi, ukachagua kwa mfumo wa category kama hivi. Kuna hizi action, kwa mfumo wa category tena ukacheki hapo game unayotaka kwa category, muone hapo kachagua tena, na hizo hizo ni application hapo kwa mfumo wa category Ukachagua game unayoitaka kwa mfumo huo hapo, lakini kuna namna nyingine pia kwenye vinukta vitatu huku kuna sehemu ameandika, kuna omo, kuna football game, kuna action game. Hizo zote ni category kama kule chini hivyo, shuka kwa unaweza kachagua kwa mfumo huo hapo. Kwa hiyo utaweza utaweza ka download hii application na ukatembelea ukaelewa vizuri zaidi, kwa hiyo ukaangalia maelekezo yote hapo huko ndani ya hii application. Sasa tarudi nyuma, tarudi nyuma tenda kwenye ya hapa kategori ya pili hii ni Tanzania games sio bure. Hizi ndo game zetu za kulipia hizi. Utapata game za kulipia, mtachagua game no, kwenye hapa ni Android au ni computer tapatisha hayo. Kini hivyo yani. Yaani maelekezo mafupi kuhusiana na hiyo application ya Tony Gaming TZ. Kwanza hii ni Android games. Mwana games za Android zinakuepo mzipo nyingi, utachagua we na, na bei yake za kulipia lakini za zile za Ulaya mama GTA nini FIFA na games zingine zingine zote ni bure ziko hapo kwenye free games.